Ndugu zangu Watanganyika, excuse me, habari <coughs> za asubuhi. Kwenye hile suala la kutishiwa maisha kwa jaji Warioba, nombeni tufanye hesabu za haraka sana. Hesabu za moja jumlisha moja ni mbili. Jaji Warioba aliitwa Ikulu na rais, walioenda kuongea hatuyafahamu, ila Jaji Warioba alikuja ujumbe wake akatupa wa kwamba bado hakubaliani na yale yaliyotokea tarehe ishirini na tisa tarehe thelathini thelathini na moja mpaka tarehe mbili mpaka siku zilizoendelea. Akaja akasema mauaji yaliyofanyika kipindi kile ni makubwa kuliko hata yaliyofanyika kipindi tunapigana vita na serikali ya Uganda, na hiyo imemfanya yeye amekuwa ni adui. Sasa hivi anatafutwa, anatishiwa maisha, auliwe. Hiyo inamfanya yeye amekuwa ni adui, lakini angekubaliana na nao tukawadanganya Watanganyika tuende kwenye maridhiano, then asingetishiwa sasa. Ndugu zangu, mimi naomba niulize nyie watu ambao mnanitafuta kwenye private message, mnanitumia message, mnaniambia nyie mnaamini kwenye mazungumzo, hamuamini kwenye violence <clears throat> hiyo ni ya njema iko wapi? Hiyo ni ya njema ya hawa watu ambao mnataka mkakae nao mfanye nao mazungumzo iko wapi? Kama tu mtu ametoka juzi, mtu mkubwa kama jaji Warioba sio mtu mdogo, ametoka amesema stand yake ni nini. Sasa hivi yeye amekuwa ni adui, afu nyie mnatuambia tu tukakae mezani na hawa watu, mnaamini violence. Hivi mnajielewa nyie? Mnatufanya sisi wenda wazimu. hawa CCM wangekuwa na nia njema ya kukaa na Watanzania ya ku na, ya ku make peace na Watanzania wangeacha kwanza huu ujinga wanaoufanya, wangeacha kwanza kututishia, wangeacha kututeka, wangewatoa wote waliofungwa kisiasa.